Na vijana 40 kutoka kaunti za Mombasa na Kwale wamewekwa kwenye mpango wa mafunzo ya vyuo vya kiufundi ili kuwapa ujuzi wa kupata ajira za kujitegemea katika nyanja mbalimbali mbali na kuepuka kujiingiza kwenye makundi ya uhalifu na utumizi wa dawa za kulevya. Vijana hao ambao wametolewa kutoka kwenye maskani za vijana zinazoonekana kuvutia visa vya uhalifu wamepewa vifaa vya kazi kama vile uokaji keki, useremala, ususi, ushonaji nguo, miongoni mwa vifaa vingine. Mbinu hii katika mradi wa Shared Futures, kwanza malengo ya mradi ni kuhakikisha kwamba tunazika katika kaburi la sahau zile tofauti za kidini katika maendeleo ya vijana. Kwa hivyo awe kijana Mkristo, awe kijana Muislamu, tunaonesha kwamba wana ni familia moja na wana uhitaji mmoja kama vijana. Kwa hivyo hakuna haja ya kwamba waweze kukosana, na ili kwamba tuweze kuhakikisha tunapowajenga uwezo ama tunapowapatia zile hamasa za kupendana bado zinabaki vizuri, tunaenda kuwasaidia pia katika masuala yao ya utafutaji. Nimechaguliwa kuwa mwanafunzi ambaye nitajifunza ujuzi wa kubeki na na matumaini kuwa nitaweza kusaidia pia jamii. Wakati nitakuwa sawa, naweza ajiri pia wengine kutoka long time. Nilikuwa polytechnic, lakini wazazi kidogo ndo wakarudi chini kwa, kwa sababu ya malipo, lakini kwa sasa najivunia kwa kupata hii toolbox yenye vitu vitu vyenye vitanisaidia. Nimechukua kozi ya kuchora kwa sababu naipenda t tamu natamani kuifanya lakini uwezo ndio kidogo sasa. Nashukuru kama kupatikana kama hivi, jifunza nami pate kufundisha wenzangu, jisaidia mwenyewe kimahitaji yangu na serikali.